Na mtazamaji, askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Nyeri, Anthony Muheria, ameitaka serikali kutathmini upya mfumo wa elimu wa CBE, akionya kwamba viwango vya elimu nchini vinaweza kuathirika pakubwa. Na askofu Muheria hasa akikosoa jinsi serikali inavyoshughulikia mpito wa wanafunzi kuingia gredi ya kumi, na kama anavyoripoti Emily Chebet ni kwamba waziri wa elimu Migos Ogamba amesema kwamba mpito wa wanafunzi kuingia gredi ya kumi umefikia asilimia 98 akisisitiza Serikali imeweka mikakati inavyofaa, huku serikali ikishinikiza mpito wa asilimia mia wa wanafunzi kwenda gredi ya 10 kwa kuwaagiza wanafunzi wote kuripoti kwa shule za sekondari ya juu. Askofu mkuu wa kanisa katoliki jimbo la Nyeri, Anthony Muheria ameitaka serikali kutafuta suluhu ya kudumu kwa changamoto zinazokabili kundi la kwanza la mfumo wa CBE. The Uh, we have to take care of their needs. How do we shift the problem from we, who are now uh, embarrassed because children at home, to now the heads? Kulingana na askofu mkuu huyo kuwasajili wanafunzi bila kushughulikia masuala ya uwezo na rasilimali kunaweza kudhoofisha ubora wa elimu. Muheria amewaonya viongozi dhidi ya kutumia masomo kama chombo cha kisiasa huku akiwataka washikadau wote kutoa mwongozo thabiti utakaofuatwa. Our education system is not something we should be experimenting every year, every day, every month. Because you cannot be in a class that was designed for 50 and you put in there 90 students without even space for the teacher to move and expect To give quality education. Waziri wa elimu Migos Ogamba hata hivyo amesema serikali inazingatia mbinu ya kusaidia shule ambazo zimepokea wanafunzi kutoka kwa familia zisizojiweza. Waziri Ogamba pia amewataka walimu kutoka kaskazini mwa nchi ambao wamekuwa wakitaka kuondolewa sehemu hizo baada ya mauaji ya mmoja wao kutulia, akiwahakikishia kuwa serikali inazingatia usalama wao. Kulingana na Ogamba, usambazaji wa vitabu vya gredi ya kumi inatarajiwa kukamilika ifikapo tarehe kumi Februari. Ogamba alizungumza alipowatembelea walimu ambao walihusika na ajali hapo jana katika hospitali mbalimbali jijini. Kufikia sasa walimu watatu wamepoteza maisha yao kutokana na ajali hiyo baada ya mmoja kufariki akipokea matibabu katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Emily Chebet, runinga ya Citizen.